Kwa dhati niipongeze Benki Kuu kwa kazi kubwa, kazi nzuri wanaoifanya ya kusimamia uchumi wa nchi yetu. Kama ni mafanikio, tumepata mafanikio makubwa katika sekta ya uchumi, na yote yanasababishwa na usimamizi mzuri wa Benki Kuu. Tunakushukuruni sana. Mimi binafsi naridhika mno na ushauri wa masuala ya uchumi tunaopewa na Benki Kuu. Tunasema asanteni sana na ndio maana kama mlivyosikia uchumi wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla umekuwa kwa kiwango kizuri huku tukiwa tunadhibiti mfumuko wa bei vyema. Kwa hivyo tutaendelea kupata ushauri wa Benki Kuu katika masuala ya uchumi ili tuweze eh, kukuza uchumi wa nchi yetu na tuweze kupata maendeleo makubwa zaidi katika nchi yetu.